Tumsifu Yesu Kristo ndugu zangu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media, karibu katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo tunasherekea Dominika ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, yaani sakramenti ya Ekaristi Takatifu, sherehe ambayo ni fumbo la Ekaristi Takatifu, sakramenti ya upendo. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu, na tafakari hii imeandaliwa na kuleta kwenu na padri Faustin Rwechungura, na ulikuwa nami Eric Emmanuel. Karibu tushiriki pamoja, tutafakari kiini cha maisha yetu sisi wanadamu katika kanisa na katika ulimwengu mzima. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Ndugu zangu, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Tafakari yetu leo ni tafakari ya kusherekea sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wengine pia wanasema ni sherehe ya Ekaristi Takatifu au Corpus Christi. Ni sherehe ambayo huwa ni kubwa sana katika kanisa, na mara nyingi utaona tutasali misa, lakini baada ya misa hiyo tunatembeza Ekaristi takatifu tukiimba, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya pekee ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu aliyotuachia. Kimsingi tunakumbuka kilichofanyika Yesu alipokula Pasaka ile Alhamisi Kuu alipokuwa na mitume wake na ule mlo wa Pasaka ukaupatia maana mpya, kama tutakavyosoma kwenye somo letu la pili. Lakini kwa vile yalikuwa ni mazingira ya Pasaka, tusingeweza kufanya kitu kikubwa kama hiki, kusherekea kushangilia, na ndiyo maana kanisa likatenga siku maalumu, siku kama hii ya ya ya, kusherehekea mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo kusudi tuweze kupata nafasi kubwa ya kushangilia, kuabudu Yesu wa Ekaristi na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kumbe kabisa, nikukaribishe kwa tafakari hii tunapokumbuka hayo makuu ya Bwana, sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Masomo yanayotuongoza, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo Sura ya 14, mstari wa 18 mpaka 20. Tusikilize somo hili. Melkizedeki, mfalme wa Salemu, alileta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki, akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la kumi la vitu vyote. Ndugu zangu, somo hili ni kuomba upate nafasi usome hili e, e, e, somo la kwanza hili, hasa sura ya kumi na nne yote, lakini kwa ufupi, na hasa ukianzia sura ya kumi na tatu ni kwamba katika safari yake ya kuelekea nchi ya ahadi tunafahamu Abrahamu aliondoka na familia yake, lakini alienda pia na mtoto wa ndugu yake aliyeitwa Lutu. Na walipofika maeneo ya Kanani pale, basi mifugo yao ilikuwa ni mingi, wakawa na wachungaji, basi wakawa wamekubaliana kwamba basi wagawanyike Abrahamu awe upande mmoja na Lutu awe upande mwingine, kuondoa mzozo ambao ngeliweza kutokea kati ya wafugaji wa Lutu, wa mifugo ya Lutu na mifugo ya Abrahamu. Na wakawa wametengana, wamekuwa wa sehemu mbili tofauti. Lakini wakati mmoja falme mbili zikawa zimeungana zikaenda. Sodoma na Gomora, na Sodoma ndiko alipokuwa anaishi Lutu, basi wakawa wame vita imepigwa pale na Lutu akawa amechukuliwa mateka na familia yake na watu wengine. Sasa Abrahamu ikabidi achukue watu e, askari tunaweza tukasema kwa mazingira ya sasa, watu mia tatu kumi na nane wakaenda wakapigana vita ili amkomboe huyo mtoto wa ndugu yake Lutu, na kweli akamkomboa. Sasa alipokuwa anarudi Huyu Melkizedeki ambaye alikuwa ni mfalme wa Salemu, ambaye ni Yerusalemu ya sasa eh, kwa jina jingine, ndiyo akaja kumlaki huyo Abrahamu na huyo aliyekuwa kwani mkuu. Melkizedeki akaleta mkate na divai, naye kwa alikuwa kwani mkuu wa Mungu aliye juu sana, na akambariki Abrahamu kama tulivyosikia kwenye somo hili. Sasa somo hili linatufundisha nini mimi na wewe? Tunapokumbuka, tunaposherekea, tukimshukuru Mwenyezi Mungu hii sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo e, tunafahamu kwamba huyu Melkizedeki alikuwa kuhani mkuu wa Mungu. Kumbe kwa huyu kuhani mkuu ambaye, na Yesu tunafahamu pia kwamba ni kuhani mkuu na ye, na huyu Melkizedeki kuleta mkate na divai ni kama alikuwa anatabiri au anaashiria yule kuhani wa pekee ambaye ni masiha Bwana wetu Yesu Kristu atakayekuja baadaye, ambaye huyo Yesu Kristu na mwenyewe atatolea mkate na divai kama tunavyofahamu siku ya Alhamisi Kuu, wakati anakula ile karamu kuu ya Pasaka kukumbuka kukombolewa kwa Wayahudi kutoka utumwani Misri, ambavyo hivyo alivibadilisha ukawa ndiyo mwili na damu yake aliyotuachia sisi wafuasi wake na ndiyo maana hata leo kwenye sherehe hii tunakumbuka hiyo sherehe ya mwili na damu ya bwana wetu yesu kristo hayo mambo makubwa yesu aliyotuachia kwa hiyo mfalme mfalume kuhani huyu mkuu melkizedeki anatabiri anaashiria hii sherehe ambayo tunasherekea leo na somo la pili siku yetu hii tunaposherekea sherehe hii kubwa linatoka katika waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 mstari wa 23 mpaka 26. Na huu, na hili somo hili ndilo sasa kiini kabisa, maneno ya moja kwa moja tunayoyapata, ambaye Paulo anaongelea juu ya kuwekwa kwa Ekaristi takatifu. Nasoma: mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu; fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akisema Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu; fanyeni hivi kila mnywapo, kwa ukumbusho wangu. Maana kila mwulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu yangu hii barua au waraka wa mtume Paulo kwa Korinto, hii sura ya 11 mstari wa 23 mpaka 26. Ili kuwelewa vizuri na kuomba, turudi nyuma kidogo, na nawee utapata nafasi pia ya kusoma baadaye, lakini tuanzie hii sura ya 11 mstari wa 17 na, na kuendelea. Ni mazingira gani yalipelekea Paulo awakumbushi wa Korinto juu ya kuwekwa kwa, kwa hii Ekaristi Takatifu, mazingira ambayo yanaleta tena ujumbe kwetu ulio wa muhimu, na hasa siku ya leo tunapoadhimisha hii sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sikia maneno haya ya Paulo kuanzia sura ile ya 11 mstari wa 17, ambayo yanahusu maadhimisho ya karamu ya, ya Bwana katika mipango ifuatayo: siwezi kusifu mikutano yenu maana yaleta hasara zaidi kuliko faida, hasa nasikia kwamba munafarakana mnapokutana kanisani. Tena naelekea kusadiki hayo. Bila shaka lazima kuwe na makundi kati yenu, ili kuonesha ni nani anayekubalika kwa Mungu. Ni hivi, mnapokutana mahali pamoja si tena karamu ya chakula cha Bwana kwa kuwa hapo karamuni kila mmoja anaendelea kula chakula chake mwenyewe, wakati mmoja anaona bado njaa, mwingine ameshiba mno. Je, hamuna nyumba mnayoweza kula na kunywa, au mnalidharau kanisa la Mungu na kuaibisha wale wasio na kitu? Niwaambie nini? Ni wasifu katika jambo hili? Siwezi Wasifu. Kwa ufupi, ukiendelea mbele sasa ndio unakutana na maneno. Paulo anawakumbushwa ni kwa jinsi gani Bwana wetu Yesu Kristo aliweka hii karamu hii ya pekee, mwili na damu. Sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo nayoisherekea, kwa ufupi ni hivi: maneno liyo yasoma Paulo alipata habari, na ndivyo ilivyokuwa. Hao wa Korinto walikuwa na matabaka wanapoenda kanisani kabla ya kuadhimisha kwanza hii sherehe eh, eh, eh, huu kumbusho huu wa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo au kuumega mkate, walikuwa nakula chakula, kila mmoja anakuja na chakula chake. Lakini shida ilikuwa ni kwamba wakifika pale kanisani kwanza, kunakuwa na utengano mkubwa sana wapo walio nacho na watu wengine ambao hawakuwa nacho. Wengine wanaleta chakula kizuri na wengine, basi chakula cha kawaida, kulingana na Mwenyezi Mungu alivyomjali alivyomjalia, na unakuta wale walioleta vyakula pengine vizuri na vya kutosha wanakula na wa, wanashiba, lakini eneo hilo hilo kanisani hapo hapo, au wanapomega mkate, watu wengine ambao hawana uwezo pengine wanabaki na njaa. Sasa Paulo ndiye anawakumbusha nasema kwamba Yesu aliweka Ekaristi Takatifu wakati wa karamu ya mwisho, akachukua mkate, akaubariki, akawapa, akasema kuleni, huu ndiyo mwili wangu, na akachukua kikombe cha divai, akakibariki, akawapa, akasema kunyweni, hiki ni kikombe cha damu yangu. Kumbe sasa alipowapa wale mitume, na kwamba sisi baadaye tufanye hivi, na ndivyo tunavyoendelea kufanya. Yesu hakutenga kwamba mlo huu au karamu hii ni ite ni karamu hasa hii Ekaristi Takatifu ni kwa matajiri tu au ni kwa maskini masikini tu? Mbele ya Yesu tunaposhiriki meza ya Bwana ni yote yanakuwa sawa, wote tunakuwa sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Paulo alikuwa anawakumbusha Wakorinto na anatukumbusha sisi leo, tunaposherekea sherehe ya, ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukumbuke kwamba mbere ya Mungu tuko sawa, tuachane na makundi, tuachane na utengano wote, tu kitu kimoja. Imani yetu mbele ya Bwana wetu Yesu Kristu ndiyo inayotuunganisha na hapa, tunaweza tukatafakari baadhi ya vitu vichache. Je, tunaposherekea sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu, je Paulo aliyowaambia wa Korinto, haiwezekani yakawa yanatokea sasa kwenye kanisa la sasa, kati yangu mimi na wewe? Ni kweli vitu hivyo viko hapa na pale, hatuwezi tukavikwepa. Na hapa naweza nikatoa mifano michache. Nakumbuka nishatoa mfano mmoja, nilienda kwenye kanisa moja nikakuta kuna aina fulani ya ugomvi, baadhi ya watu wanalalamika kwamba ila Alhamisi Kuu kuna watu maalum ambao kila mwaka ndiyo wanaoshwa miguu kukumbuka ile tendo Yesu alilofanya kwa mitume wake. Mwaka huu ni watu wale wale, mwaka unaokuja ni watu wale wale, au wakibadilika, wanabadilika kidogo, lakini watu wa kariba ile ile, watu wa hadhi ile ile. Sasa watu wakawa wanahoji, hivi ili kanisa ni la watu wachache kuoshwa miguu? Walikuwa wanalalamika, wanaona kwamba wale watu wenye uwezo wenye hadhi ndio wanaoshwa miguu kila mwaka. Alikuwa furahisha eh, tendo hilo. Hii nataka kusema nini? Kwa nini walikuwa nafanya hivyo? Bila shaka kanisa la pale, viongozi wa pale wa kanisa ndio walikuwa na wachagua watu wale, na pade pengine na yeye inawezekana alikuwa naona, lakini kwa nini isibadilike? Hii ni mfano mzuri nao tuonyesha, Paulo alichokuwa akisema kwa Wakorinto. Hii Ekaristi takatifu itufanye tuwe kitu kimoja, tuungane kwa pamoja kuliko kutengana. Lakini hata zaidi ya hapo, mimi naweza nikatoa ushuhuda mwingine. Mapade pengine mnaonisikiliza na nyinyi mnaweza mkawa, mkawa mashuhuda pia. Tunapoenda kusali kwa mfano kwenye jumuiya zetu, tutasali na mara nyingi baada ya misa Ekaristi takatifu hiyo tuna tunakaribishwa chakula. Mi mara nyingi kama sio mara zote, utapata watu ambao watakaa kwenye meza na kula na padre ni wale watu wenye hadhi fulani, watu wenye heshima fulani, na watu wenye uwezo fulani hata kifedha. Basi na viongozi wengine wanakuwepo. Sikumbuki kuona kwamba labda wamemchagua mtu fulani labda John, pengine kwa vile hajafunga ndoa labda iwe ni wakati kumkutanisha na padre padre kwenye kula kule, labda anaweza akaongea naye kurekebisha maisha yake, au eh, kukuta mtu ambaye pengine ana shida ya kiroho, ya kimwili awe na padre na na pengine pengine ambaye hana uwezo kabisa, kukuta wanamleta karibu na padre. Sikumbuki ni mara ngapi wamenifanyia hivyo kwenye jumuiya ambazo naenda. Kwa nini wa wakwalete watu wenye heshima tu hapo? Sisi tutakuwa tunatofautiana tuna na na na na, na, na wale wa Korinto, yes, eh, Paulo aliyokuwa anawaandikia papade, mnaonisikia mnalishuhudia hili na ninyi waamini wengine kweli mnafanya vitu hivyo mnafanya, eh, eh, kwa hiyo tulikumbuka hilo Ekaristi takatifu iwe ya kutufanya wote sawa na sio kutufanya tutengane lakini ninaweza nikatoa mfano mwingine wa pili, wa pili wa tatu. Nilishasikia waamini wanalalamika wanasema hivi, sehemu fulani wanasema kwamba mbona wana kuna mazishi fulani unaweza ukakuta kwamba mapadre ni wengi labda watano sita, mazishi mengine ni padre au pengine ni katekista anaendesha mazishi anaendesha mazishi hayo. Na ni wazi, kuna msiba fulani unaweza kukuta mapadre ni wengi kwenye msiba huo, labda walimfahamu mtu huyu na si kwamba mtu huyu aliyefariki ambapo mapade wanakuja wengi, si kwamba labda ni ndugu ya padre hapana. Labda walimfahamu mumbi ni huo huyo. Sasa, watu walikuwa nalalamika, kwa nini mapade wanaonyesha upendeleo kwa mtu fulani, wanakuja wengi kwenye mazishi, hawaendi kwingine? Au sherehe labda mtu fulani na anafanya sherehe ya miaka 25 ya ndoa, au pengine labda mtu huyo ana anastaafu anaadhimisha misa nyumbani kwake pengine unakuta wahuduma pade wachungaji ni wengi, lakini kwa mtu mwingine wa kawaida yuko mmoja. Kwa hivi vitutafakarishe, maadhimisho ya ekaristi takatifu tunaposherekea sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe ni ya kutuunganisha, kuonyesha umoja na udugu kati yetu. Sasa injili ya leo e, inatoka katika Injili ya Luka sura ya tisa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 Kumi na viwili. Neno la Bwana. Sifa kwako e, Yesu Kristo. Somo hili na lenyewe naona Yesu anawarisha e, watu elfu tano wanaume elfu tano, kwa vyote ilikuwa ni zaidi waliohesabiwa esabi, hesabiwa ni wanaume, na kadri ya Wayahudi basi, wanaume ndio walikuwa na hadhi kubwa. Wanawake walikuwa na hata kwenye hesabu hawaonekani na muujiza huu Yesu aliyoufanya unatokea kwenye Injili zote nne kuonyesha umuhimu ule wa kitu hiki. Yesu anataka kutufundisha nini hapa? Aliwapa neno lake watu wakashiba neno lake, lakini bado walikuwa na njaa hii ya kimwili, na mitume wake waliona haiwezekani, wakamshauri Yesu basi au waage waende wakajitafutie chakula huko mjini, kwa sababu pale ilikuwa ni nyika tupu. Lakini Yesu, unaona mtazamo wake, amewapa neno lake, lakini anawapa na chakula cha kimwili ili washibe. Na Yesu anatumia kile walichokuwa nacho, mikate mitano na samaki wawili, hicho hicho anakitumia kufanya ule muujiza, kuwalisha wale watu wote. Ndugu zangu, Yesu anataka kutufundisha nini? Pengine tunapomwomba Mwenyezi Mungu atutendee vitu fulani katika maisha, au pengine tunapotaka tusaidiwe na Mwenyezi Mungu au na wenzetu, pengine ushiriki wetu ni wa muhimu na ni lazima. Wanatoa mikate mitano ya samaki wawili, Yesu anaviongeza. Unapomwomba Mwenyezi Mungu katika sala zako, utasali na Mungu anaongeza hapo. Hauwezi ukasema Mungu nijalie hiki bila wewe kufanya kitu chochote. Ushiriki wetu vile vile ni wa muhimu, lakini katika mazingira au muktadha wa sherehe hii ya leo ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, huu mwili na damu yake Yesu Kristo alivyo tuachia kama zawadi ya pekee kwenye muujiza huu, basi Yesu anaashiria yale ambayo yatatokea baadaye anawalisha watu mikate mitano samaki wawili, lakini akiashiria kile chakula kikubwa cha kiroho yani mwili na, na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo atakavyokuja kutuachia ambayo sasa tukila sasa hivyo maana yake hatupati njaa ya kimwili. Ndiyo maana hata Injili ya Yohana sura ya sita, Yesu alitoa mafundisho marefu katekesi ndefu juu ya yeye kuwa mwili akuwa kuwa ni Mungu na kwamba yeye tunapula mwili wake na kunywa damu yake, tutaendelea kuishi milele, tunakuwa ndani yake na yeye anakuwa ndani yetu, kwao tunakuwa na Yesu hapa duniani, lakini vile vile hata kwa baada ya maisha haya ya hapa duniani bado tunaendelea kujitengenezea mazingira mazuri na labda tunapomalizia mafundisho yetu. Niseme kitu kimoja hivi. Tunaposherekea kwa kumshukuru Mungu, kuimba na mzunguko kwa e, wa Ekaristi takatifu, tumebeba hii Ekaristi takatifu, hali ikoje juu ya Ekaristi takatifu? Mi naona bado tuna changamoto nyingi, tunaposherekea sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, changamoto zinazohusiana na Ekaristi hii. Hapa nitataja kwa ufupi changamoto kumi kuhusiana na Ekaristi Takatifu. Ya kwanza, kila Jumapili tunapaswa kwenda kanisani, lakini sehemu nyingi mahudhurio si mazuri. Jumapili, Jumapili ambapo tunakumbuka ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini tunasherekea sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo hiyo hiyo, kwa sababu kila misa ni Ekaristi Takatifu. Pengine unaweza kuona naona kanisa lako linajaa, lakini ukifanya utafiti, ni wangapi wamekuja na wangapi wamebaki? Wengi hawaji pengine, au basi, kama si wengi, lakini kuna namba nzuri wanabaki, na pengine hatuna sababu. Lakini wakati wa mageuzi, wakati wa misa pale, kuna watu nakuta wako makini. Pengine hatuoneshi heshima mbele ya, ya ya ya Yesu huyu anayekuwa anaingia ana kwenye maumbo ya mkate na divai, watu wengine atupigi magoti. Na kama ni sehemu kama za jumuiya na watu anasema asiwezi kupiga magoti kwenye mchanga hapa chini, au kama si pasafi, kuchafua mavazi yangu, suti nzuri niliyovaa na kadhalika. Pengine wakati wa mageuzi naona watoto wanakimbia kanisani hapa na pale, sio heshima. Changamoto ya tatu, mm, unaweza kuta watu wengine kwa mfano wapo kanisani lakini pengine hata simu zao hawazimi, ni kitu cha kawaida, unakisikia hapa na pale. Watu wengine waweza kutoka huko kanisani, wanaingi, wanaongea. Changamoto ya nne, wakati pengine wakati tunapaswa kumheshimia Yesu wa Ekaristi kwa kuvaa vizuri, watu wengine wavazi hawavai mavazi ya heshima. Watu wengine, changamoto ya sita, wanapoingia kanisani tu ndiyo wakati wa kusinzia, na mtu huyo huyo ukimkuta yuko kwenye harusi au yuko anaangalia mpira hasinzii hata kidogo. Sasa tunasherekea nini hapa? tuna- tuna tuna tunafanya nini hapa tunaposherekea hiyo mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo? hizi changamoto zinataka kutuambia nini? Lakini kwa wanakwaya, baadhi ya wanakwaya, sio wote, baadhi, kama sio zamu ya kwaya hiyo kuimba, wanakwaya baadhi hawaonekani kanisani. Changamoto ya nane uitikia kwa waamini baada, anasema Bwana awe nanyi, kuna watu labda moja kanisani wanaitikia, utafikiri kuna watu kumi. Kama kuna watu kumi wataitikia, utafikiri wata na mtu mmoja. Ndio maana baba mtakatifu anasema kuna watu wengine unatoka kanisani na kuta mtu sura iko china, amekasirika. Kwa nini umalize misa ukasirika? Unapasha kutoka umefurahi. Haya, changamoto ya tisa, kila Alhamis makanisa yanayokuwa mengi huwa kuna kuabudu Ekaristi takatifu kwa risali moja, wengine siku nzima. Lakini nenda uangalie, fanya utafiti, we pada, we muumini, uone ni watu wangapi wanakuja. Au nikikuliza we mwenyewe, unayenisikiliza sasa hivi, Alhamisi iliyopita ulienda kweli kumwabudu Yesu Ekaristi na kukaa naye hata risali moja au dakika kumi? Yote haya tunasahau. Lakini changamoto ya kumi, kutojali kupokea Ekaristi takatifu kuna watu wanawaambia kwamba jameni, tupokee kalisi takatifu. Wengine hawajali, mwingine anasema hakuna haja ya kupokea, kwa sababu nikipokea leo hata nikiungama kesho naweza nikaanguka katika dhambi hiyo hiyo. Kwa nini uweke mkakati wa kwamba nikiungama leo kesho nitarudia hiyo dhambi, au kesho kutu? Kwa nini uweke mkakati wa kutenda dhambi, baada ya kuweka mkuta mkakati wa kuepukana na dhambi? Ndugu zangu, hizo ni changamoto, lakini mimi nadhani namna ya kuzitatua ni moja. Tuwe na imani kwa Ekaristi Takatifu, namba moja. Lakini namba mbili, sisi wachungaji tuendeze katekesi juu ya Ekaristi Takatifu. Kuna baadhi ya watu hawajafahamu umuhimu, na hasa watoto pengine na vijana. Wazee wa zamani wengi, naona wana heshima kubwa juu ya Ekaristi Takatifu, pengine ni mafundisho waliyoyapata. Lakini najua umri wa ujana pengine ni umri wa kupita, na pengine naona unajua kama kila kitu, ndio sababu pengine tunayasahau haya. Kwa hiyo katekesi, naomba ndugu zangu mapadre, tuiendeleze na sisi waamini tuwafundishe watoto wetu juu ya heshima ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini la mwisho ni waombe mutuombee sisi mapadre eh. Huwa kuna usemi kwamba hakuna ekaristi bila padre na hakuna padre bila ekaristi. Ndugu zangu, kama mapadre hawapo, hakuna ekaristi. Tunafanya kitu ambacho hata malaika hawezi akakifanya lakini vile vile kama padre yupo lakini aadhimishe ekaristi maana yake ni kama padre huyo yupo, kwa mtuombe, tuweze kuyafanya haya makuu ya Bwana wa utakatifu. Sisi sio malaika, ni binadamu, tunaunga katika dhambi pengine. Naomba mtuombe, tusiharibu huu utume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini zaidi ya hayo basi, mtengeneze mazingira mazuri ya kuwa Wakristo wazuri, mapadre wenu wazuri na pengine na ninyi wenyewe msiwe vyanzo vya kutengenezea mitego mbalimbali mbali, pengine ya kutuangusha katika dhambi na kututenga na hii ekaristi takatifu. Basi kwa maadhimisho hayo tuendelee kuombeana katika ujumla wote, na nikutakie sherehe njema ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Washirikishe ujumbe huu watu wengine wapate ujumbe huu, Ekaristi takatifu Share, lakini vile vile kama e, kamaoja subscribe, subscribe. Tunapotuma ujumbe uweze kufikia mara moja. Nikutakie neema na baraka katika sherehe ya Ekaristi takatifu ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na baraka ya Mungu Baba mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa na nawe daima. Tumsifu Yesu Kristo.